tulipokea taarifa kutoka kwa uongozi wa jimbo kikuu Katoliki Songea juu ya kupotea kwa padri Camillus Nikata wa jimbo kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Augustino Tanzania, yani Sauti, cha huko Mwanza. Taarifa kamili ni kwamba padri Nikata ambaye ni mwenyeji wa Songea sehemu wa Hanga alifika Songea tarehe tatu mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano akitokea Dodoma, huko akiwa na madheli mwenzake ambaye ipati ujimbo la Songea na kufikia katika nyumba ya mapadri ya um, Saint Yanei. Nilipofika tarehe saba mwezi wa kumi ishirini na tano majira ya jioni Father Camillius yeah.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 Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limepokea taarifa hiyo na limeanza kufanya upelelezi wa kina wa kumtafuta Padre Nikata, na itakuwa tunatoa taarifa ya mara kwa mara wakati wa huu unapoendelea. Wito anaomba kutoa wito kwa wananchi wema watakaokuwa na taarifa yoyote zitakazoweza kusaidia kuwezesha kupatikana kwa Padri Nikata wazitoe katika kituo chochote cha polisi. Ako kamanda wa polisi mkoa. Asanteni sana.